Kwa Mchaga yoyote ambao utasikia jina lake hapa hajua hajajipata na unatakiwa uwe huko kijijini mapema kabla Krismasi haijafika ili upewe majukumu, uweze kula cha bure, wale wanaokuja wanaojipata ndio watakula na kutarada sana. Tunaanza, Uromi, Uloni, sio Asenga. Nyinyi mnakuja na kuni. Mkipanda mabasi yenu au magari ya jumuiya wakati mnakuja huku mje na kuni. Hakikisha mnakuja na kuni nyingi sana mpaka siku mnaondoka tunakula na kukusaza sana na kuota moto. Wanaofuata ni Kisoka Kimario, Urio na Tairo. Nyinyi mnakuja kwa ajili ya kuchuna na kukamua utumbo msi. Hakikisha utumbo wote unaokamua saladi, samadi yote inaenda wapi shambani. Na tukikuta kipande cha nyama kimeondoka hapo ho. Oh, oh. Nitakuja nikuulie hapo. Usiangalie, unalia nini? Tujia hapo. Mwingine ni Asei, Kimambo, Mkia pamoja na Mbuya na Mboya. Nyinyi mnakuja na mapanga kwa ajili ya kusafisha mengele zote zinyeuke namna hii.